Mazungumzo ya Footprints yanahusu ufahamu na uzoefu kutoka kwa viongozi wenye tajiriba katika sehemu zao za kazi na biashara na huchukulia kazi zao kama nafasi ya huduma. Mazungumzo ya Footprints wiki hii ni sehemu ya tatu kuhusu hatari na malipo pamoja na Bwana Kalebu kulingana na kitabu cha Yoshua 14 mstari wa 6 hadi 15. Je, hatari na kutokuwa na uhakika zilizo mbele yako ni za kutisha kama majitu? Bwana Kalebu atatuambia kwamba hatari kubwa huja na thawabu kubwa. Usitosheke na malipo madogo tu. Tafadhali tumkaribishe Bwana Kalebu kwenye Mazungumzo ya Footprints. Nimefurahia kurejea tena. Asante kwa nafasi ya kushiriki maarifa na uzoefu niliyopokea kutoka kwa Bwana pamoja na wasikilizaji wako. Tunahitaji sisi kukushukuru. Tulipata maoni kadhaa kutoka kwa hadhira kuhusu jinsi maarifa yako yamewasaidia kuona hatari kwa njia tofauti. Wanatazamia kwa hamu kusikiliza sehemu ya tatu. Nimefurahia. Mtu yeyote anaweza kufanya kile nilichofanya, ni lazima umjue Bwana aliyekuita, na kwamba utafanya mambo makubwa zaidi, licha ya hatari zozote za kutisha. Vizuri sana, kama vile gavana Danieli alisema katika sura ya 11, mstari wa 32, watu wanaomjua Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Kwa hivyo tusonge mbele miaka 40 baadaye, kwa mambo makuu uliyoyatenda wewe na jenerali Joshua. Ndio pekee walio hai wakati huu wale wote waliojidharau na kujiona kama panzi wamekufa na kuondoka. Kweli? Ndiyo, hao panzi wote walikufa jangwani <laughs> Je, unajua kwamba tofauti na panzi hao, nilijionea moyoni mwangu maziwa na asali na miujiza ya kuwafukuza majitu miaka 40 kabla ya kushiriki uzoefu huo halisi? Hili linavutia sana. Je, hiyo ndiyo sababu tunasoma katika Yoshua kumi na nne mstari wa saba kwamba ulimletea Musa neno kutoka moyoni mwako? Ndiyo, nilimletea neno kutoka moyoni mwangu, sio kutoka kichwani mwangu kama wale wengine kumi ambao walijiona kama panzi. Maarifa ya kichwa yatakuwezesha kushiriki yale tu yaliyo katika ulimwengu asili. Tumeambiwa kuona ndiyo kuamini. Leo ninawaambia kuamini ni kuona. Unaamini kwanza moyoni mwako ikiwa unataka kuishi katika ulimwengu wa miujiza, acha kutumia kichwa chako. Naomba uanze kutumia moyo wako kama nilivyofanya. Haya ni maarifa mengine ya kina ya ufunuo, ni ya kina sana. Hadhira, acha kutumia kichwa chako, anza kutumia moyo wako. Asante bwana Kalebu. Unamaanisha nini unaposema kuamini ndiyo kuona? Ukitumia moyo wako badala ya kichwa chako utagundua kuwa kuamini ndiyo kuona. Moyo wako hukupa imani na mwongozo wa kiroho. Nilimwomba Yoshua anipe mlima kwa sababu nilijiona na moyo wangu nikiwafukuza majitu miaka 40 iliyopita. Tulipokwenda kuiona nchi ile, niliona kwa moyo wangu mambo makuu ya miujiza miaka 40 kabla ya kuyashuhudia na macho yangu. Ni ya umuhimu sana. Je, hiyo ndiyo sababu ya wewe kuwa na ujasiri wa kuomba kuichukua mlima Hebroni ambako majitu waliishi kwenye kuta zenye ngome? Ndiyo. Mlima Hebroni ulikuwa mojawapo ya sehemu bora zaidi za nchi ambayo Bwana alituahidi. Pia ni mahali penye hatari kubwa zaidi. Lakini kwa kuwa tayari nimejiona katika moyo wangu nikifurahia maziwa na asali kwenye mlima Hebroni, sikutishwa na hatari hizo kubwa. Nilienda sehemu iliyo bora zaidi ya inchina iliyokuwa na hatari kubwa zaidi, nikawafukuza majitu hao vizuri sana. Na tunasoma katika Yoshua sura ya kumi na nne mstari wa kumi na moja kwamba ulikataa kukua. Uko sawa? Nilikataa kukua. Nikiwa na umri wa zaidi ya miaka 85, nilikuwa mwenye nguvu kama nilivyokuwa siku ambayo Musa alitutuma kuichunguza nchi. Niliwafukuza majitu hayo kwa nguvu hizo. Ninaomba Bwana akupe ufunuo kutoka kwa uzoefu huu. Amina. Hebu tulete uzoefu wako kwa mazingira ya kisasa. Je, ungesema nini kwa mtu leo anayekabiliwa na uamuzi mkubwa kama vile maendeleo ya kazi, kuanza biashara, uongozi, ukuaji wa kibinafsi, ambapo hatari huhisi kuwa kubwa na ya kutisha? Rahisi sana. Hakuna hatari kubwa wala ya kutisha kwa Mungu wako, ukitumia moyo wako kujiona jinsi Bwana anavyokuona na hatari na thawabu, jinsi Mungu wako anavyoziona. Sio uzembe. Inaweza isiwe ya busara kwa sababu hautumii kichwa chako. Haufanyi kazi katika ulimwengu wa asili. Unafanya kazi kwa kiwango cha juu, ulimwengu wa miujiza. Na tunasoma kwamba Wanaisraeli walitishia kukupiga mawe wewe na Jenerali Yoshua hadi ufe pale ulipoamua kuishi na imani hii. Ndio, na ninataka kukwambia wewe na watazamaji wako, mtakumbana na kejeli, vicheko, wadui na tishio sawa pale unapoamua kuishi kupitia moyo wako, lakini usitosheke na vitu vya chini. Kuwa jasiri, usifuate kikundi cha wengi, simama na yale yaliyomo moyoni mwako. Nenda ufanye mambo makubwa zaidi, hata yakiwa na hatari kubwa. Uko na uwezo zaidi ukiwa na Mungu. Hii ni ajabu sana, wasikilizaji. Hutapata maarifa haya katika kitabu chochote kuhusu kuchukua hatari. Je, hatari zilizo mbele yako ni nyingi na za kutisha? Tutakuhimiza umtembelee Bwana Kalebu katika mistari ya Biblia tuliyokupa. Piga mbizi kwa kina na utembee naye katika uzoefu wake. Tunakuahidi utaona hatari kwa njia tofauti, hutatosheka na vitu vidogo. Utapata kushiriki mlima wako na maziwa na asali kwa wingi, lishe ustawi na ushujaa wa kiungu. Hebu tuonyeshe shukrani zetu kwa Bwana Kalebu. Iwapo mazungumzo haya ya footprints yamekuwa yenye baraka kwako, basi ipitishe ili iwe ya baraka kwa wengine. Je, wewe ni muumini aliyejitolea kutimiza wito wake wa kitaaluma mahali pa kazi na mahali pa biashara? Tuna rasilimali kadhaa kukusaidia kufanya hivyo. Jiunge nasi kwenye mtandao wetu YouTube kwa ajili ya wewe kupokea rasilimali mpya kila wiki. Kama wewe pia una vipaji vingine vya kiteknolojia, wasiliana nasi na tuzisalimishe kwa Bwana ili kubadilisha maisha ya wengine kwa utukufu wake.